Sikiliza tuambiani ukweli mrembo, uko naye mrembo, uko naye, mchunguze sana. Inawezekana kwamba katika huo safari yenu ya mahusiano, wewe unamsafirisha tu kutafuta mtu ambaye ni chaguo lake, lakini wewe ujui, wewe uko naye tu. Anaweza kwamba wewe si chaguo lake, lakini akwambii, ako na wewe tu kwa mda kwa sababu ya matatizo yake, lakini anatafuta mtu ambaye amempenda na roho yake, yani chaguo lake. Kwa hivyo unavyokaa, yani kile unapokaa naye wewe, mwanamke, mchunguze sana. Unaweza jipata unasafirisha mtu kwenye njia ya kutafuta mtu sahihi kwake. Kwa, kwa hivyo fanya makini, chunguza mtu, lakini kivinginevyo baadaye utalia. Wanawake ni wale wale tu wanawake ni wabaya sana kuliko wanaume. Wapo wanaume wabaya, lakini wanawake wengi ni wabaya. Tunaelewana hapo?